Rais mteule wa Gabon Jenerali Brice Oligui Nguema aliapishwa tarehe tatu Mei mwaka 2025 katika mji mkuu wa nchi hiyo Libreville. Nguema alichukua madaraka kwa mara ya kwanza Agosti mwaka 2023 baada ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa familia ya Bongo uliodumu kwa takribani miaka 56. Viongozi waliohudhuria hafla ya kuapishwa kwa, kwa Nguema ni Rais wa Gambia Adama Barrow, Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Ismail Omar Gwele wa Djibouti, Rais wa DRC Congo Felix Tshisekedi pamoja na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Rais huyo mteule wa Gabon mwenye miaka 50 anakabiliwa na changamoto kubwa katika nchi hiyo ikiwemo miundombinu chakavu ya umeme inayosababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara, ukosefu wa ajira kwa vijana, bila kusahau deni kubwa la taifa. Katika kuanza kutekeleza majukumu yake kama rais kamili, Nguema ameahidi kuimarisha uchumi wa Gabon kwa kupanua sekta za kilimo, viwanda na utalii, huku akijikita katika kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana.